Mambo vipi? Karibu katika chaneli yako pendwa ya, ya FEABOY kwa update zote kuhusu ajira elimu, pamoja na mbinu mbalimbali mbali za kuweza kutengeneza pesa kupitia simu yako ya mkononi. Hii hapa tena nafasi nyingine za kazi. Hii ni wale walioweza kuajiriwa serikalini, walimu, kada za afya, pamoja na taasisi zingine za umma na hii ni kwa wale waliofanya usaili tarehe 14 mwezi wa 12 2024 na tarehe 22 mwezi wa 12 2025. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya ni kupakua barua yako katika akaunti yako ya Ajira Portal, naenda sehemu ya my application. Kama umeitwa pale utakuta placement letter, utai download barua yako ili uweze kuripoti nayo katika kituo chako cha kazi ulichopangiwa. Hakikisha unaripoti katika kituo chako cha kazi ulichopangiwa ndani ya muda ulioainishwa kwenye barua yako, na ukiwa na vyeti vyako halisi, yani original certificate. Majina ya walioitwa ni kama jinsi yanavyoonekana katika video hii. Majina ni mengi, kwa hiyo mimi sitaweza kusoma majina, lakini pdf hii utaipata katika group letu la WhatsApp. Link ya kujiunga na group ninakuiweka katika description ya video hii. Hakikisha unajiunga na group letu ili uweze kupata pdf hii. Chukua PDF yako pale kwenye group, baada ya hapo utaweza kujiunga na group na PDF hii pia utaweza kuipata pale. Hakikisha unachukua PDF yako. Baada ya kuchukua PDF, unajiunga na group, utaangalia majina yako. kwa wo ambaye ni mara yako ya kwanza kuiona channel ya FEABOY, tafadhali bonyeza neno subscribe, like video hii, share video hii kwa wengine wengi zaidi, ili waweze kuona majina yao. Hakikisha unashare mara nyingi katika magrupu yako ya WhatsApp,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 Leseni, usajili wa leseni za biashara, tin number, pamoja na huduma zingine kibao. Tunafanya applications za view, applications za ajira portal, tunaandika CV na tunaandika pia barua za kuombea kazi na vitu vingine. Kwa hiyo tucheki leo kupitia namba zetu za WhatsApp, link ipo katika description ya video hii. Asante na karibu.